Na mtazamaji wa Trend TV, bwana, hii ni mara ya kwanza kuona kwamba Harmonize amemposti Kajala baada ya miaka mingi sana kupita, almost miaka miwili kama sikosei Eh, maana tunafahamu kwamba wawili hawa walikuwa katika mahusiano then wakaachana wakarudiana, wakaachana. Baada ya hapo, kila mtu akawa anaendelea na mambo yake. Waligombana sana kupitia mitandao ya kijamii, yani mixer, kutoboleana siri mtandaoni, lakini at the end of the day tumeona kwamba wamesameheana. Tukaanza kuona vidokezo vya hapa na pale, kampeni zilianzishwa kwa ajili tu ya kuhakikisha hawa wawili wanarudiana, lakini haikusaidia. At the end of the day ni kwamba tukamwona Kajala akiwa amesogezwa karibu na Harmonize kupitia Juma Lokole pale katika zile katika mashindano yale ya Samia Cup and then baada ya hapo, the rest, the rest is history, kutokana na kwamba tumeona Harmonize mixer, eh, gari yake ile defender ameiandika Kajala 3 aliomba alimuomba ali tena radhi Kajala kupitia interview ambazo alizifanya Harmonize, akamuomba radhi pia mpaka mtoto Kajala Paula, lakini baada ya hapo tukaona pia Harmonize Konde Boy bwana akamuimba Kajala on stage, which sio kitu cha ajabu. Lakini baada ya hayo yote, tukaona pia eh, huyu mtoto wa Paula ambaye amezaa na Mario, ambapo Kajala ndio bibi mtu, sasa bibi Amara. Sasa yule Amara mwenyewe ni kwamba anatimiza mwaka mmoja hivi karibuni, na katika birthday party ya Amara, Harmonize amealikwa, amepewa mpaka kadi. Umeona bwana, eh? Kwa hiyo kutokana na hilo basi moja kwa moja hii ni issue ambayo imepelekea watu wengi sana kuhisi kwamba hapa bwana kuna possibility kubwa hawa wawili Harmonize na Kajala kurudiana. Umeona , eh? Sasa kilichokuja kufanyika basi baada ya hayo yote kutokea ndicho kimekuja kutuonyesha kwamba hii ni probably hawa bwana wanarudiana au wamesharudiana, kwa sababu Harmonize leo kupitia kurasa yake wa Instagram kama nilivyosema, baada ya miaka mingi sana kupita, tumeona Harmonize amepost pale juu kwamba Nimemisi huu mwili na siyo chochote, alafu kaka pale emoji ya kucheka. Hiyo ni caption ambayo Harmonize ameiweka katika insta story yake, akiwa ameiambatanisha na picha akiwa yuko wamepigana na na, ameambatanisha na picha akiwa yuko na Kajala wameshikana mkono. Kwa hiyo ndio post ya Harmonize ambayo ameamua sasa kuweka wazi kwamba kilichokimisi kwa Kajala ni mwili wake Yaani bodi ndicho kitu ambacho yeye amekimiss. So ukiwa kama mdau, hebu tuambie, unahisi kwamba Harmonize eh, na Kajala tayari wamesharudiana nini kisirisiri, hawajaamua kuweka vitu bayana, au unahisi kwamba bado? Ila tu ndio hivyo, Harmonize yuko katika process. Weka maoni yako, tukao tukisoma na kureplay kila comment na pia, subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.